Rais John Magufuli ameshauriwa kumteua waziri mkuu wa Tanzania wa kuangalia vigezo vya uchapakazi, uadilifu na uzalendo ili aweze kusimamia misingi ya uongozi na kuchangia mabadiliko ya kweli nchini. Rai hiyo inaenda sambamba kabisa na utekelezaji wa ahadi zilizotolewa wakati elimu, afya, upunguzaji mfumuko wa bei katika bidhaa pamoja na ajira vikitakiwa kupewa kipaumbele. Joyce Nsima anayo taarifa zaidi. Baada ya kumalizika kwa uchaguzi mkuu, sasa masikio na macho wa Tanzania ya watanzania yanaelekezwa mjini Dodoma, ambapo majibu ya nani atateuliwa na rais kuwa waziri mkuu kisha kupitishwa na wabunge wa bunge la jamhuri ya muungano wa Tanzania, huku uwezo wa utendaji wa serikali ya awamu wa tano ukitazamiwa kutokana na baraza jipya la mawaziri kuanzia kwenye uteuzi wa waziri mkuu kutegemeana na kauli mbiu yake ambayo ameizungumza kwamba hapa ni kazi tu, tuzingatie sana watu waadilifu katika kufanya kazi. Nafikiri kwa kufanya hivyo itakuwa itatusaidia sisi hata vijana mbalimbali kuwa na waziri mkuu ambaye ni mtendaji kazi ambaye anaweza kupita katika sehemu mbalimbali kuweza kuangalia shida na majukumu ya watu na kuyatekeleza katika mpangilio ambao yeye amekusudia kabisa. Nadhani waziri mkuu pia anatakwa mchapa kazi kama rais, kwa sababu unapoweka rais akawa kama Magufuli ni mchapakazi, waziri mkuu akawa amepoa, nadhani hii inaweza kumwharibia zile mipangilio mzima au mwelekeo mzima wa rais ambao anakusudia kufanya kwa Tanzania. Wananchi hao wakaenda mbali zaidi kwa kuwataka wabunge bunge kumchagua spika wa bunge ambaye ataendana na bunge hilo. Kwa hiyo kama tunataka kuhitaji mabadiliko ya kweli, basi hata spika wa bunge ambaye atakayechaguliwa anatakiwa awe na mabadiliko, aoneshe hali ya vijana ambao wanahitaji nini na wananchi wanataka kufanya kitu gani katika ndani ya nchi hii. Spika wa bunge anatakiwa pia awe mkali kulingana na bunge la sasa hivi, sio kama lililopita. Baada ya hayo yote kufanyika mwisho wa siku itabaki serikali moja ya awamu ya tano ambayo nayo imetakiwa kuyazingatia haya. E, kuna vitu kwa mbele, kwama likemwe swala la elimu. Hii ni jambo ambalo lilikuwa ni kubwa, tunapenda Mheshimiwa Rais waanza nalo hilo, na wabunge walikazani sana, sana, katika swala la elimu na swala la afya kwa ujumla, kama walivyoanza kuzungumzia wagombea wengi, ni elimu sawa bwana. Swala la afya nalo limekuwa ni tatizo sana katika nchi hii, umeona ni vitu ambavyo vya kuzingatia sana, hivyo naomba serikali ijayo kupitia mheshimiwa Magufuli viongozi wawajibike, kwa sababu itatupa changamoto hata si watu wa chini kujua sasa serikali yetu kutupa matumaini makubwa kwamba tunahitaji sasa yanakuja. Bunge la kumi na moja linatarajiwa kuanza Jumatatu hii jini Dodoma, ambalo litaanza kwa kuapishwa kwa wabunge wateule, kuchaguliwa spika wa bunge, kuteuliwa kwa waziri mkuu, pamoja na shughuli mbali mbalimbali za bunge hilo.